Nam, kuna taarifa kuhusu eh, makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM, mzee Wasira hapa amezua gumzo. Ni kwamba makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Bara, mzee Steven Wasira amepuzia madai kuwa tume ya jaji mkuu mstaafu Mohamed Chande Othman inaweza kuwa na upendeleo kwa serikali Akifafanua kuwa lengo la tume hiyo si kuichunguza serikali bali ni kuchimbua chanzo cha ghasia zilizotokea wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 2025. Eh, katika mahojiano na gazeti la Mwananchi, eh, Wasira ametetea wajumbe wa tume hiyo akisema vyapo vyao vya utumishi havikuwahi kuwa na utiifu kwa rais bali kwa jamhuri na katiba, mzee Wasira amenukuliwa akisema. Au wanaosema hayo maneno, ukiwasikiliza vizuri, wao wanadhani tumeunda tume ya kuichunguza serikali. Ile tume haikuundwa ili kuichunguza serikali, ile tume imeundwa ili kuchunguza kilichotokea chanzo alafu mengine yote ndiyo yatokanayo, amemalizia mzee Wasira akijibu hoja kadha wa kadha, hasa kuhusu uadilifu wa Jaji Chande. Wasira amekumbusha kuwa jaji huyo anaaminiwa na dunia nzima, akiwahi kuteuliwa na Umoja wa Mataifa yaani UN kuchunguza kifo cha aliye wa kuwa katibu mkuu wa UN. E, Dang ameongeza kuwa hata kama rais ndiye aliyewateua au majaji wa staafu ni watu huru ambao hawaajiriwi tena na serikali na hawawezi kupewa maelekezo ya namna ya kuandika ripoti. Wasira ameelezea kusikitishwa kwake na vifo vilivyotokea akisema kuwa haki namba moja ya binadamu ni kuishi, na ghasia zinapotokea haki hiyo inapotea. Amesisitiza kuwa kilichotokea mtaani kilikuwa na uhalifu uliopangwa na hayakuwa maandamano ya kawaida ya kisiasa. Hata hivyo, Wasira amesisitiza kuwa lazima kuwe na uwajibikaji si kwa serikali tu, bali kwa viongozi wa makundi ya wa ya waliowaingiza vijana mtaani kufanya uharibifu. Amenukuliwa Wasira akisema uwajibikaji, katika jambo hili haiwezi kuwa mkononi mwa serikali peke yake, ni pamoja na wale walio organize, maana huwezi kulimaliza bila kujua lakini hao watoto hawa waliingia mtaani waliingizwa na nani hivi hao wenyewe hawawajibiki waliowaingiza nani aliwaingiza maana hawawezi kuzuka tu wakaingia mtaani wakafanya uharibifu wali walioufanya amemalizia mzee Wasira naam ni taarifa kuhusu E, makamu mwenyekiti wa CCM Bara, e, mzee Stephen Wasira ambaye e, amekanusha kuhusu e, tuma nzito ambazo zimekuwa zikirushwa kwa tume iliyoundwa na Rais Samia kuchunguza matukio ya kabla na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 ya mwaka elfu mbili ishirini na tano yaliyozusha sintofahamu na kupelekea uharibifu wa mali na mauaji ya